Mwenyezi Mungu huvuka hatua nyingine, namshukuru Mungu. Michezo minne mmecheza pasi kuruhusu gori, pengine hii inawapa confidence kiasi gani, kama wachezaji pindi mnapokuwa katika uwanja wa mazoezi? Uh, sisi tunafuata maelekezo ya mwalimu. Tunafuata maelekezo ya mwalimu ambavyo anavyotufundisha na kutuambia kwamba jambo la mwanzo ni kumheshimu mpinzani. Kwa hiyo sisi tunamheshimu mpinzani ndio maana tujaruhusu gori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 Uh, yupo katika Azam FC lengo lake kufanya nini. Kwa hiyo tuna tuna, kwa pamoja ili kufanya vizuri na kuipambania Azam FC kufika mbali like to... matajiro yangu kuifikisha Azam FC sehemu ambayo nataka kufika kama klabu ilivyojiwekea malengo ndo malengo yangu. Wengi wanajiuliza wewe msi ndo kwani umemfanya nini? Kwa ninina mwanakili tu.